Kwa majina yangu naitwa mchungaji Emanuel Obedi Fabian, ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Pentekoste pale Bububu. Aa, ndugu zangu Zanzibar na Tanzania nzima, hasa kwa vijana na wote ambao wananitazama, nimesimama hapa kwa ajili ya kuhamasisha amani. Unajua, katika Biblia na vitabu vyote vya dini vinazungumza kuhusu amani. Yesu anasema kwamba amani yangu nawapa, amani yangu nawaachia kwa hiyo ningeomba ili nchi yetu tuweze kuendelea kuwa na amani, tuendelee kuwa na furaha, tuendelee kusali na kuabudu makanisani na misikitini, ni vizuri tukawa na amani. Ningependa kuzungumza kuhusu tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi ambao tunajua kwamba nchi yetu inaingia kwenye swala la uchaguzi. Ndugu yangu, ningekuhimiza nenda kapige kura, nenda kachague kiongozi ambaye unampenda kiongozi ambaye unaona ataleta amani ataleta utulivu katika nchi yetu. Swala la vurugu, swala la migombano na mambo mengine hayafai. Swala zuri ni kuwa na amani, maana hata Mungu tunayemtumikia, Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa amani. Nipende kumwalika kila mmoja mmoja kwamba kimbia katika kituo cha kura, kapige kura kwa kiongozi yule ambaye unahisi atakupa amani na ataleta amani katika nchi yetu, maana maandiko yanasema kwamba Uh, kiongozi anachaguliwa na Mungu. Wewe, naenda kachague alafu tumwachie Mungu atuchague kiongozi bora. Oktoba tunatiki.